Kituo hicho kipya cha afya ambacho kimejengwa kwa fedha za mapato yandani, ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Chunya, tayari kimeanza kutoa baadhi ya huduma kwa wananchi. Hata hivyo, changamoto ya upungufu wa watumishi, vifaa tiba na kutokamilika kwa miundombinu muhimu imeendelea kuwatesa wakazi wa eneo hilo. Nipende kumshukuru mama yetu rais wetu ambaye ametupa msaada wa hiki kituo cha afya, lakini pamoja na kutupa kituo chenye gharama nyingi, bado tuna changamoto ya wauguzi pia vifaa vya tiba na vifaa vingine vinavyo vinavyohusika na matibabu. Kwa hiyo anaweza akafika hapa mgonjwa akakosa wale wa, wa, wa, wauguzi, waliopo wakakosa vitendea kazi. Tayari kimeshafunguliwa, wananchi wanaendelea kupata huduma, lakini baadhi ya huduma bado hazijaanza, kwa sababu tuna upungufu wa vifaa tiba. Kwa kweli kituo cha afya kimetusaidia sana kutatua matatizo changamoto za tulizokuwa nazo maana tulikuwa na umbali mkubwa sana kutoka, kutoka hapa kwenda kupata huduma Charangwa au Chunya ni zaidi ya kilomita 25 mpaka thelathini. Lakini kujengwa kiki, kwa kituo hiki kimesaidia kupunguza zile gharama za kwenda kupata huduma sehemu za mbali. Labda tunaiomba tu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itusaidie kukamilisha kukamilisha huu mradi wa hiki kituo cha afya ili wananchi waweze kuneemeka zaidi. Kwa upande wake Mganga Mkuu wa Wilaya ya Chunya, Dr. Zuberi Nzige, amesema kuwa serikali inaendelea na jitihada mbalimbali ili kuhakikisha kituo hicho kinatoa huduma kamili kwa wananchi wa eneo hilo. Kituo hicho sasa hivi kina watumishi kumi, watumishi nane kutoka serikalini, lakini watumishi wawili kutoka kwenye mradi, lakini kinaendesha huduma za wagonjwa wa nje, watu wanatibiwa na pili vile wagonjwa wachache hapo wanajifungua, lakini sasa hivi tunakaribia, tutapata vifaa tiba kwa ajili ya kuongeza huduma kwa wagonjwa wote ambao walioko karibu eneo hili la Sangambi. Mpaka sasa hivi huduma za stolari ni huduma za wagonjwa wa nje, lakini serikali yetu pendwa imetuahidi, na tutaongeza watumishi ili tuweze kutoa huduma ya kituo cha afya kwa upana na kwa wigo mkubwa, hasa kwa mama wajawazito ambao watahitaji kufanyiwa upasuaji. Kwa sasa, matumaini ya wananchi wa Kata ya Sangambi yanaelekezwa katika hatua za haraka kutoka serikalini ili kuhakikisha kuwa uwekezaji mkubwa uliofanyika katika kituo hicho haupotei bure, bali unakuwa mkombozi wa kweli kwa maisha ya maelfu ya wananchi wanaohitaji huduma bora za afya karibu na makazi yao. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.